Wa kitabu chenyewe cha Evangelism kilichoandikwa na Ellen G. White mwaka wa elfu moja mia tisa arobaini na sita. Nitakusaidia kwa muhtasari wa mambo ya muhimu yaliyo ndani ya hicho kitabu. Haya hapa ni vipengele vikuu vilivyoongelewa kwenye kitabu hicho kwa lugha rahisi. One. uinjilisi ni kazi ya kila Mkristo. Kitabu kinaeleza kwamba si wachungaji tu wanaopaswa kuhubiri bali kila muumini. Mungu anataka kila mtu ashuhudie kwa wengine kuhusu Yesu. 2. Roho Mtakatifu ndiye nguvu ya uinjilisti. Hakuna mafanikio ya kweli kwenye uinjilisti bila msaada wa Roho Mtakatifu. Tunahitaji kuomba na kutegemea nguvu ya Mungu. 3. Uinjilisti wa mtu kwa mtu. Hii ndiyo njia ya ufanisi zaidi. Unapomshirikisha mtu mmoja mmoja kwa upendo na subira, ujumbe unamfikia vizuri. 4. Kwenda nyumba kwa nyumba. Ellen White alipendekeza waumini watembelee watu majumbani kwao kwa heshima, kwa maombi na wakiwa na maandiko ya kuwapa. Five, kuwasaidia wenye shida, missionary work, kusaidia wagonjwa, maskini na wahitaji ni njia nzuri ya kuonyesha upendo wa Kristo. Watu hukubali injili zaidi wanapoona matendo ya upendo. Six, matumizi ya Biblia. Ujumbe wa uinjilisti unapaswa kutegemea Biblia. Tunapaswa kufundisha watu kwa kutumia maandiko matakatifu. Seven. matumizi ya vitabu, magazeti na vipeperushi. White alihimiza kuandika na kusambaza maandiko yanayofundisha kweli. Hii ni njia ya kuwafikia hata wale ambao hatuwezi kukutana nao ana kwa ana. Eight. maisha ya mwinjilisti. Mtu anayehubiri ni lazima aishi maisha safi ya unyenyekevu na matakatifu. Maisha yetu ni ushuhuda mkubwa kuliko maneno yetu. Nine. uvumilivu na upendo. Hatupaswi kulazimisha watu kubadilika, tuwahubiri kwa upole, huruma na uvumilivu tukiwapa muda wa kuelewa na kukua kiroho. Wito wa mwisho kwa dunia. Kitabu kinaonyesha kuwa tunakaribia mwisho wa dunia na kazi ya uinjilisti ni ya dharura. Watu wanahitaji kusikia sasa, kabla ya kuchelewa.